Time maji tafunguliwa nitakupigia lakini dada. Mimi eh, mi nipee yako nini gani nauliza, maji mnanitisha, namba namba na maji kidogo <laughs>